Msikilizaji na unayetufuatilia wakati huu kwenye matangazo yetu leo tarehe 11 ya mwezi Novemba. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wote utakaowasikia, karibu DW. habari za ulimwengu, msomaji wako mchana huu ni mimi Suleiman Mwiru na kwanza ni muhtasari wake. Mkutano wa COP30 kuendelea kwa siku yake ya pili hivi leo huko Tanzania polisi awaachilia viongozi wane wa Chadema, na Rais Macron wa Ufaransa kukutana na mwenzake wa Palestina mjini Paris hii leo. Habari kamili. Belem, Brazil. Mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi unaendelea kwa siku yake ya pili hivi leo katika mji wa Belem nchini Brazil, wakati ambapo washiriki wa wapatao 50,000 kutoka mataifa zaidi ya 190 wanashiriki mkutano huo. Katika hotuba ya ufunguzi, rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva amesema mabadiliko ya tabia nchi si tishio tena kwa siku zijazo, na kwamba ni tishio la sasa. Mabadiliko ya hali ya hewa siyo tishio tena kwa kizazi kijacho, ni janga la wakati huu. Kimbunga Melissa kilichopiga eneo la Karibia na kimbunga kilichopiga kusini mwa jimbo la Brazil vimeacha athari kubwa na watu kufariki. Ukame moto barani Afrika na Ulaya na mafuriko huko amerika kusini na kusini mashariki mwa Asia. Ongezeko la hali ya joto duniani yanaeneza maumivu na uharibifu hasa miongoni mwa watu walio katika mazingira magumu zaidi. hii hey, leo sehemu si kubwa ya mkutano huo inatarajiwa kutawaliwa na magavana wa kutoka kwenye majimbo ya Marekani ya California na new Mexico. Dar es Salaam. Polisi nchini Tanzania imewachilia huru viongozi wane wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema, waliokamatwa kwa madai ya kuratibu na kupanga maandamano ya vurugu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita. Hayo yamesemwa na chama hicho. Miongoni mwa walioachiliwa kwa dhamana ni pamoja na makamu mwenyekiti wa Chadema, John Heche, ambaye alikamatwa Oktoba 22 na kuhojiwa kuhusu tuhuma za ugaidi, kulingana na wakili wake Amani Golugwa. Maandamano hayo yalitokea Oktoba 29 na baada ya baada yaliingiza Tanzania katika mgogoro mkubwa zaidi wa kisiasa. Chama cha upinzani Chadema na baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu walisema zaidi ya watu elfu moja waliuawa na vikosi vya usalama wakati vilipojaribu kuwadhibiti waandamanaji. Hata hivyo, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa karibu asilimia 98 ya kura, ilikanusha idadi hiyo ya watu, lakini bila kutoa takwimu kamili. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi ya drone katika mji wa kusini wa Ukraine wa Odessa hivi leo na kufanya uharibifu kwenye miundombinu ya nishati na usafiri. Gavana wa mji huo, Oleh Kipe, amesema mashambulizi hayo pia yamemjeruhi mtu mmoja na kuwasha moto mkubwa katika vituo vingi vya nishati. Kwa upande mwingine, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema katika taarifa ya video kwamba vikosi vyake pia vimechukua udhibiti katika baadhi ya vituo vya treni kusini na katikati mwa mji wa Ukraine wa Kompyaski. Taarifa hiyo ya Urusi imedai kwamba bado vikosi vyake vinaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo hayo. Vita vya Urusi nchini Ukraine vyenye zaidi ya miaka mitatu bado vinaendelea licha ya jitihada mbalimbali za kuvimaliza vita hivyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bon. Baghdad, raia nchini Iraq wanapiga kura hivi leo kuchagua bunge jipya kwenye uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu na Marekani na Iran, maasimu wawili kwenye masilahi na ushawishi mkubwa kwenye taifa hilo. Iraq ambayo imeshuhudia utulivu usio wa kawaida katika miaka ya hivi karibuni inafanya uchaguzi wakati ikikabiliwa na hali mbaya ya miundombinu, huduma mbovu za kijamii na ufisadi uliokithiri taifa hilo la Kiarabu lenye wakazi milioni 46 bado linaendelea kujenga upya kufuatia uvamizi na ukaliaji wa Marekani na washirika wake uliopelekea kifo cha Rais Sadam Hussein na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Zaidi ya wapiga kura milioni 21 wamejiandikisha kuwachagua wabunge wa viti 329 vinavyowaniwa na wagombea zaidi ya 7740. Kura imeanza kupigwa saa moja asubuhi kwa majira ya, ya huko, na vituo vitafungwa mwendo wa saa 12 jioni. Na hatimaye Paris, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anakutana na mwenzake wa Palestina Mahmud Abbas mjini Paris leo kujadili kile walichokiita utekelezaji kamili wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Hayo yamesemwa na ikulu ya Ufaransa ya Elisee. Viongozi hao wawili watajadili hatua zinazofuata katika mpango huo wa amani, hasa katika maeneo ya usalama, utawala na ujenzi mpya wa Gaza iliyoharibiwa vibaya na vita. Mkutano huo pia unafuatia uamuzi wa Macron wa mnamo mwezi Septemba wa kutambua taifa la Palestina katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa, hatua ambayo mamlaka ya Palestina iliisifu kama ni ya kihistoria na ujasiri. Ni mwezi mmoja sasa tangu kufikiwa kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya Hamas na Israel katika ukanda wa Gaza kufuatia miaka miwili ya vita iliyosababishwa na shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Suleiman Mwiru. Asante Suleiman na msikilizaji, tunaingia katika sehemu hii ya uchambuzi wa kina wa ripoti zetu mbalimbali tulizokuandalia. Tutakuarifu yaliyojitokeza katika mazungumzo kati ya rais Donald Trump huko Washington na mtawala wa mpito wa Siria Ahmed Al Sharaa aliyeko ziarani nchini Marekani. Rais Macron wa Ufaransa akutana na kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas huko Paris kujadili utekelezaji kikamilifu wa mpango wa usitishaji vita katika ukanda wa Ghaza na nchini Tanzania kwa kweli watoto walikuwa wana hofu kubwa, hata ukitaka kutoka mtoto anapiga kelele. Alafu na kitu kingine ambacho mimi kilinishangaza, siku moja kwa mtoto wangu alichungulia nje, akakuta akiangalia kushoto na kulia, ni kweupe pee, hakuna mtu yoyote ni alirudi ndani mbio. Ni athari hizo, msikilizaji, za baada ya machafuko ya uchaguzi huko nchini Tanzania. Tutatazama suala zima la juhudi za uponyaji baada ya taifa hilo kushuhudia machafuko katika uchaguzi. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi. Hii ni Dunia Yetu Leo Mchana. Tuelekee kwanza Marekani ambako rais Donald Trump alikutana na kufanya mazungumzo na rais wa mpito wa Siria Ahmed Al Sharaa. Mwenzangu Muhamed Khelef alifuatilia mazungumzo ya wawili hao na hii ni ripoti yake. Sharaa ambaye wakati fulani Marekani ilimtangazia zawadi ya dola milioni kumi kwa ambaye angelifanikisha kumkamata, aliwasili kimya kimya kwenye ikulu ya White House akipitia mlango wa ubavuni badala ya lango kuu la West Wing ambalo kawaida Trump wapokelea wageni wake mashuhuri. Trump amekutana na Sharaa kwenye ziara hiyo ya kwanza kabisa kwa rais wa siria mjini Washington, miezi sita baada ya mkutano wao wa kwanza nchini Saudi Arabia, ambapo kiongozi wa Marekani alitangaza mipango ya kuondosha vikwazo siria na siku chache tu baada ya Marekani kusema kwamba Sharaa hatambuliki tena kama gaidi maalum wa kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alikiri kwamba maisha ya zamani ya Sharaa yalikuwa yenye utata, lakini wakati huo alimsifia kama kiongozi shupavu na akaelezea imani aliyonayo kwake. Well, tumekubaliana naye, ni kiongozi shupavu sana, anatokea eneo gumu kweli, naye ni mtu madhubuti, nampenda nafahamia naye rais huyu mpya wa Siria na tutafanya kila tuwezalo ili Siria ifanikiwe kwa kuwa ni sehemu ya mashariki ya kati. Baadaye Sharaa alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba uhusiano wake na kundi la wanamgambo lilikuwa jambo la zamani na halikujadiliwa kwenye mazungumzo yake na Trump. Badala yake alisema kwa sasa Siria inachukuliwa kama mshirika wa kilimwengu wa Washington na siyo tena kitisho. Mbali ya masuala ya ulinzi na usalama, mazungumzo ya Trump na Sharaa yalitazamiwa pia kujikita kwenye uwezekano wa kufikia makubaliano kati ya Siria na Israel, jambo lililopiganiwa sana utawala wa Trump, ingawa kwa upande wa Sharaa limekuwa zito sana kukubalika. Ziara hii ya Sharaa kwenye ikulu ya Marekani inatazama kama tukio kubwa kabisa kwa mwasi huyo wa zamani aliyegeuka kuwa mtawala baada ya kumwangusha dikteta wa muda mrefu Bashar al Assad, na tangu hapo amekuwa akizuru maeneo mbali mbali ulimwenguni akijengea taswira ya kiongozi mwenye msimamo wa wastani anayetaka kuliunganisha taifa iliyosambaratishwa na vita na kukomesha miongo kadhaa ya vikwazo vya kimataifa. Mojawapo ya malengo makubwa ya Sharaa kwenye ziara yake hiyo ilikuwa ni kushinikiza kuondolewa kikamilifu wa vikwazo vyote vya Marekani, ingawa alikutana Trump uzira, Feather, Markelle, Tangasi, moja, thama, kwenye mkutano wa faragha. Wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza siku 180 za nyongeza kwenye uesshaji wa kile kiitwacho vikwazo vya Kaisari, lakini baraza la Kongres pekee linaloweza kuviondosha vikwazo vyote Sharaa mwenye umri wa miaka 43 aliingia madarakani mwaka jana baada ya waasi kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza na kumwangusha rais Assad siku chache baadaye mnamo Disemba 8. Tangu hapo, Siria imejipambanua kusaka mwanzo mpya ikijitenga mbali na washirika wa zamani wa Asadi, Iran na Urusi, na kijiegemeza zaidi kwa Uturuki, nchi za Ghuba na Marekani. Alikuwa ni Muhamed Khelef na ripoti hiyo. Msikilizaji, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atakutana leo na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas mjini Paris kujadili utekelezaji kikamilifu wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Ghaza. Wakati hayo yakiarifiwa, waasi wa kihothi nchini Yemen wameashiria kusitisha mashambulizi yao dhidi ya meli zinazofungamanishwa na Israel katika bahari ya Shamu. Amin Abubakar anayoripoti zaidi. Mkutano wa Macron na Abbas unakuja mwezi mmoja baada ya makubaliano yanayoyumba kati ya Hamas na Israel ya kusitisha vita katika ukanda wa Ghaza baada ya miaka miwili ya mashambulizi ya Israel huko yaliyosababisha mauaji ya maelfu ya Wapalestina. Abbas aliye na miaka tisaini na nane ni kiongozi wa muda mrefu wa mamlaka ya Wapalestina iliyo na udhibiti wa sehemu ndogo katika ukingo wa magharibi na inatarajiwa kuchukua udhibiti kamili wa Ghaza chini ya mpango wa amani wa Trump. Viongozi hawa wawili watajadili hatua wa zaidi za kuchukuliwa katika mpango huo hasa katika maeneo ya usalama, utawala na ujenzi mpya wa Ghaza. Macron pia anatarajiwa kugusia umuhimu wa uwepo wa njia salama ya upitishaji wa misaada ya kiuto Ghaza na mabadiliko katika utawala wa eneo hilo. Taarifa kutoka kasri ya Elizee imesema mabadiliko ya utawala ni muhimu kwa demokrasia na uhuru wa Palestina ili kuwepo amani na usalama katika maeneo yote mawili, Israel na Palestina. Mpango huo wa amani wa Trump uliofikiwa Oktoba kumi umepitia changamoto chungu nzima ikiwemo mashambulizi mapya ya Israel huko Ghaza na madai ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya wanajeshi wa Israel. Mkutano wa viongozi hao wawili pia unafanyika baada ya Ufaransa mwezi Septemba kuitambua kama dola huru katika mkutano wa hadhara kuu wa Umoja wa Mataifa, hatua ambayo Palestina ilipongeza na kuiita kihistoria na kijasiri. Huku haya yakiarifiwa, waasi wa Huthi nchini Yemen wametangaza kusitisha mashambulizi yao katika bahari ya Sham dhidi ya meli zinazofungamanishwa na Israel katika kipindi hiki cha utekelezwaji wa makubaliano ya usitishaji vita ukanda wa Gaza. Waasi hawa wamesema wanafuatilia hali kwa karibu sana, lakini wakaonya kwamba iwapo adui itashambulia Gaza, waki Israel basi wataanza mara moja mashambulizi yao dhidi ya taifa hilo. Wasi hao wakihuthi wamekuwa wakishambulia meli zinazopita kwenye bahari ya shama katika kile walichokuwa wakisema ni hatua ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina. Shambulizi la Hamas la Oktoba 7 2023 kusini mwa Israel lilisababisha mauaji ya Waisraeli 1221 huku mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Hamas katika ukanda wa ghaza yakisababisha mauaji ya watu elfu sitini na tisa wakiwemo wanawake na watoto, huku wengine wengi wakiachwa bila makazi. Na tukiondoka kwenye suala hilo la mashariki ya kati, tugeukie mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira wa COP 30 uliofunguliwa jana katika mji wa Brazil wa Belem, huku wito ukitolewa kwa ulimwengu kuendeleza mapambano dhidi ya ongezeko la joto duniani na wakati Marekani ikijiondoa katika juhudi hizo, rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva amesema mabadiliko ya tabia nchi isiyo tena kitisho cha siku zijazo bali ni janga la sasa. Sylvia Mwehozi anayo taarifa zaidi. Takribani wajumbe elfu hamsini wanakusanyika kwa ajili ya mkutano wa wiki mbili wa COP30 huko Belem, jiji kuu lenye joto na unyevu unyevu kwenye ukingo wa msitu wa mvua ambapo wanakabiliwa na, na kibarua kizito cha kunusuru makubaliano ya mazingira duniani kutovunjika. Akifungua mkutano huo wa kimataifa, rais wa Brazili Luisi Inacio Lula Da Silva alisema kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio tena kitisho cha baadaye bali ni janga la wakati huu. Lula aliwashtumu wale wanaokataa ushahidi wa kisayansi na kueneza hofu, kushambulia taasisi, sayansi na vyuo vikuu, akiongeza kuwa ni nafuu sana kupigana kulinda mazingira kuliko kupigana vita. Amesema COP 3 thelathini...